Na mtazamaji wa Trendy TV bwana, moja kati ya habari ambazo zimemeki headline huko mitandaoni ni kuhusiana na hili tukio ambalo limetokea huko Songea katika ofisi za TANESCO, ambapo unaambiwa kwamba kuna tukio ambalo limeibua taharuki na kushangaza wananchi wengi sana baada ya hizi taarifa za mwanadada mmoja kudondoka eneo la Tanesco huko Songea, ambapo inasemekana kwamba mwanadada huyu alikuwa ni mchawi, alikuwa anaruka huko juu usiku, lakini kwa bahati mbaya ndo hivyo tena, akadondoka eneo hilo kwa alikamatwa, akafanywa mahojiano, then baada ya hapo ikabidi waite askari kwa ajili ya mambo ya usalama zaidi, kwa sababu wananchi tayari walikuwa wameisha tapakaa nje. Kwa hiyo iwapo kama huyu dada angepata nafasi ya kuhuya, kupata contact ya kukutana moja kwa moja na wananchi, wananchi wangemfanya chochote, kama unavyoelewa situation kama hizi zinavyokuwa. Kwa hiyo viongozi wa Tanesco kule Songea waliamua kuita jeshi la polisi kwa ajili ya kuhakikisha kwanza kuna kuwepo na usalama kwa bidada huyo. Kwa hiyo hii ni moja kati ya habari. Uh, ni moja kati ya habari ambazo zimemake headline na maelezo ya huyu dada kiukweli alikuwa ya hata yaeleweki, lakini at the end of the day ni kwamba wananchi walikuwepo nje wakiwa wanashuhudia tukio hilo, na video zimesambaa sana mitandaoni na kila mtu amekuja kuzungumza la kwake, na pia vilevile baadhi ya pages zimeripoti kuhusiana na hii situation. Huyu dada wakati anaojiwa alikuwa anazungumza, nataka umsikiliza, japokuwa alikuwa asikiki vizuri.

Kwa mujibu wa habari ambazo tumezipata ni kwamba huyu dada inasemekana kwamba amekutwa huko Tanesco alikuwa akiwa yuko uchi wa mnyama akuwa na nguo hata moja, lakini kuna bidada waga anapelekaga uji pale ofisi hizo za Tanesco, ndiye akamkuta huyu dada akiwa hana nguo hata moja. Kwa hiyo huyu dada ndo akavua kitenge na kumpatia hicho kitenge alichojifunga kifuani. Kwa hiyo ni kwamba alikutwa hapo akiwa, alikutwa katika ofisi hizo za Tanesco akiwa yuko uchi wa mnyama, jambo ambalo likawa limehusishwa moja kwa moja na imani za kishirikina kwamba huyu dada alikuwa ni mchawi. Umeona bwana. E, e, mm, sasa kuna wadau bwana wameambatanisha hili tukio na na, na jumbe kutoka katika vitabu mbalimbali mbali. Kuna mtu hapa ameandika kwamba ah, <laughs> siwezi kusoma kwa sababu inakuwa kidogo haimeki, ni maneno makali kidogo, lakini peji mbali mbalimbali huko mitandaoni nazo zimeripoti kuhusiana na hii ishu. Kuna mtu asemaye bwana, eh mbona huyu mbona huyu ame, ame, amefanya mambo mazito eh, na mwezi huu wa Ramadhani, kwa mtu ameuliza. Kuna mtu mwingine bwana, mchawi akamatwa baada ya kudondoka ofisi za Tanesco mkoani Ruvuma, alipo kaeleza hapa kwamba bwana, mambo yameharibika huko njiani, mai wetu bwana, baada ya kupaa amedondoka katika ofisi za Tanesco leo, na ndio nimeamini kwamba uchawi na shoti za umeme havina urafiki. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo haya. Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana, hatimaye mchawi ameondoka katika ofisi za Tanesco mkoani Ruvuma, mambo yalikuwa kama hivi yeah. Of course, wakati huyu mchawi anatoka pale katika hizi ofisi baada ya kufanyiwa mahojiano na askari kufika moja kwa moja, wakati wanamtoa bwana wadau e, walirekodi video wakati huyu mchawi anaondoka, ana amechukuliwa na jeshi la polisi. Hatujajua nini kinaendelea, tutafuatilia tukipata updates zaidi tutakuletea hapa hapa, Trend TV. Lakini nataka usikie tu hali jinsi ilivyokuwa baada ya mchawi huyu kuondoka, wakati anaondoshwa na jeshi la polisi pale Tanesco kwa ajili ya kunusuru uhai wake. Ya yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo wa bwana. Wananchi walikuwa wanashangilia kweli kweli baada ya mchawi huyo kukamatwa, au eh, kupatikana huko Ruvuma. Yeah, katika ofisi za Tanesco. So nataka nikusomea hapa baadhi ya comments ambazo zimejitokeza kuhusiana na tukio hili. Kwa mfano hapa, bwana, katika moja kati ya page ambazo zimeripoti kuhusiana na hii issue. Bwana, watu wana matatizo ya akili yeah, mnamsingizia huyu dada kwamba ni mchawi. Kwa hiyo anahisi kwamba huenda huyu bidada, bwana, alikuwa labda tu ana matatizo yake ya akili lakini ndio hivyo tena, watu wanasema kwamba bwana hivi mafuta yameisha. Hapo kuna mtu ameuliza bwana, kweli wagonjwa wa akili Tanzania wako wengi? Yani huyo ni mgonjwa wa akili, lakini hakuna cha mchawi wala nini hapo, kuna mtu ameandika hivyo. Kwa kuna baadhi ya watu walivyoangalia tu baadhi ya videos za huyo bidada, wanahisi huenda huyo dada akawa labda ana matatizo ya akili. Lakini ndio hivyo tena, kibongo bongo hawakawii kusema, wakikuona mtu unatembea mchana au umedondoka sehemu umekaa huko huko uchi wa mnyama, lazima watahusisha moja kwa moja na mambo haya ya kichawi haya, kuna mtu amesema kwamba bwana, usimwache mwanamke mchawi kuishi. Bwana tena kaondoka karibu na polisi, ana bahati kweli kweli. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba, bwana kwani yeye hakuona hali ya hewa ilivyokuwa ili mbaya, nini alitaka kimkute huyu na alikutwa bila nguo? Kwa mtu ameandika hivyo. Mawimbi yalikuwa yanasumbua kidogo, leo hali ya hewa haikuwa nzuri, imepelekea ndege yake alikuwa amepanda kupinduka na kumshusha hapo. Hao sio watu wa kuwaonea huruma jamani, walichofanyia familia zetu hawa takataka. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu hapa amekuja ameandika kwamba huyu anaonekana kabisa na matatizo ya akili asaidiwe. Jamani wangu ni wenzangu, wewe anayecheka ufahamu, anayecheka ufahamu. Mtu yeyote yule anaweza kuku... hmm. kukumbwa na hilo tatizo, mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine hapa, bona kwa hiyo anataka ana mashtaka gani mpaka ashikiliwe na polisi? Kuna mtu amekuja kuuliza kwamba huyu dada ameshikiliwa na jeshi la polisi hapo, alikuje? Ana mashtaka gani? Haya, kuna mtu amesema bwana, kumbe kuna muda wana e, wanatukatia umeme wachawi bwana sio wala hata sio TANESCO. <laughs> Kuna mtu ameandika hivyo kwamba sometime ukiona umeme umekatika labda ni wachawi, lakini sio TANESCO kwa sababu bwana, hii ndio biashara za waafrika kurogana tu, amna lingine. Kwa sababu bwana, rubani wa Apollo huyo atasaidia wana sayansi, kuna mtu ameandika. So, at the end of the day, ukiwa kama mdau, hebu tuambie wewe, pia unahisi kwamba huyu dada anaonekana kwamba labda ana matatizo ya akili